Meli ama mashua yenye watalii zaidi ya 120 imetia nanga katika bandari mpya ya Shimoni iliyozinduliwa mwaka huu katika kaunti ya Kwale. Watalii hao kutoka Ushelisheli watazuru mbuga na maeneo ya utalii ya Kwale ikiwemo mbuga ya bahari ya Kisite Mpunguti. Gavana wa Kwale, Fatuma Achani, na meneja wa mawasiliano wa mamlaka ya bandari nchini KPA, Jones Muchere, wamesema bandari ya Shimoni imeanza kupiga jeki sekta ya utalii katika kaunti hiyo. Tunashukuru pia, niseme nashukuru serikali ya kaunti ya Kwale chini ya mama Her Excellency Fatuma Achani pamoja na viongozi wengine wote pia nishukuru Kenya Tourism Board hata kama hapa hapa pia wanatusaidia sana na Kenya Wildlife Services among other partner government agencies there are more areas which we can uh, which are exciting in the in the in the county so for us it's an historic moment and we appreciate the national government for uh, constructing the Shimoni port already the fruits